Hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na Wazungu wa Japan, Waarabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia, wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ni hapa hapa porini, kupitia madarasa yasiyo rasmi, walipoanza kufunguliwa baadhi ya nati na bolti zilizoko vichwani mwao kwa ajili ya kuzifukunyiwa akili zao ili kuongeza uwezo wao wa kufikiri kwa minajili ya kuondokana na udhaifu na umasikini tuliyokuwa nao. Lengo ni kuzalisha kwa sana ili baada ya mwaka mmoja waondoke hapa kijijini wahamie katika eneo jipya linalotarajiwa kujengwa jiji litakalokuwa na kila aina ya huduma inayopatikana katika miji mikubwa duniani tukiwa na lengo la kuchapa kazi, kuzalisha na hatimaye tuuze ili tupate kipato kwa ajili ya kuanzisha hilo jiji ambalo tunatarajia kujenga nyumba bora, viwanda, mashule hospitali, uwanja wa ndege, na huduma nyingine muhimu zitakazotuwezesha kujitegemea na ikiwezekana kuanza kuchangia katika pato la taifa kupitia kodi za bidhaa zetu kama saruji, vigae, mazao ya nyuki, mafuta ya alizeti, furniture na kadhalika

kamtakuse unasemaje? Kuna mtu alitega nanii kwala kanasa ng'ombe, kanasa ng'ombe. Alikuwa amehitaji mboga ya siku moja, akaletewa mboga ya kula wiki mbili hizo ni jamaa walikuta kwenye mtego wa nyati, atanawa sababu kama ukimpiga na bundugi hachinjwi, ndio maana <coughs> nyati uchinji wala twiga uchinji tumedanganyanae, jamaa liipigwa lisasiwaza, likianguka linatega, unatoka wapi

Ujumbe huu unatoka wilaya Sikonge kwa ajili ya kutafuta miradi takio na mwingi. Kwa hiyo hapa tumeongezana na katibu tawala wa wilaya bwana Shango, tuko na afisa mipango Crispina na huyu bwana yuko kwa niaba ya mratibu wa mbio za mwingi na huyu ni mwandishi wa habari wa halmashauri. kwa hiyo tumekuja hapa kuangalia ujenzi wa hii house. Nimefurahia maisha yenu kimsingi, kama alivyoongea hapo Chawala kwamba tunaangalia, tunakagua au tunapitia miradi ambayo mwenge utapita, tuone kwamba ni mradi gani kwamba mwenge unaweza kuuzindua. Kuona nyie hapo, mwenge utakuja kwenu, mtaona tutakaa nao hapa na tutaona shughuli gani nafanya. Nilikuwa namwambia babu hapa, aniambia kwamba sasa hivi mpo kwenye zile nyumba za zile za tope, zaki za, zaki... lakini tutazivunja tutaziacha hivyo kama zilivyo za asili, niseme za tope za asili, kwo zile nyumba sisi tutaziacha hivyo, hiyo kumbukumbu, lakini nataka tujenge nyumba sasa nyingine za kisasa Niambie, mia kuna wawili amwondoke, watatu mm-hmm, eh, watatu na leo tunaondoa mwingine atakuwa wanne wanaondoa. ana shida gani mwingine anaondoka, siri yetu. ni wanne. watabaki tisini na saba. tisini na sita. Hmm, bado hamna nyingine ya kuongeza yeah. na ndio tulikuwa tunafikiria jinsi mm, gani ya kuweza kuongeza wengine kwenye nafasi bado tuko tu okay. kwa hiyo mm, sisi hii ni kituo chetu, tunapenda nyie vijana baadaye mwe na maisha bora mm, kila mtu aishi kwake. Kwa sasa hapa, babu nilikuwa namuuliza kwamba je, mpaka mwezi wa saba mwenge ukija hapa na concessions zimeanza, nimefundishwa vitu vingi sana na hata mkija kule kwetu, si mtakuwa mtusaidia? Ah, si unataka kwamba yeye mtuke hapa basi yani, elimu ndio kaipata nyinyi, basi ifike kwa watu wengi, sababu lengo kubwa ni kwamba elimu ndio kaipata nyinyi. Wewe ukipata elimu basi umwelekeze na mtu mwingine kwamba bwana, mi Mb. nimejifunza moja, mbili, tatu. Nee kwani usifanye hivi? Ah sasa tutakuwa tunawachukua kidogo kidogo, tunawaleta huko tunawatoa sumu. Tunawachukua tunawaleta tunawatoa sumu. Lakini tukija kule, kundi kubwa lipo lenye sumu. Kule? Kwenye sumu zimeisha. Hakuna sumu hapo. Waamini leo mtanakuboa kwa sumu moja. Je, vijana sawa? Hapa tawacha simu hapo hii hii. Hii mizinga inaletwa kama ni mfano. Kwamba tutaiweza, tunaweza kutengeneza kama like hii na ikibidi hata kuufumua, alafu kuunda tena, kufumua ili mwisho wa siku wataalamu wetu, bibi nyuki, bibi nyuki uko hapo jeu, bibi nyuki ndani ya eneo no, huko unaona, eh, bibi nyuki, bibi nyuki na huko ano, anaondoka, ah, yeye, bibi nyuki anaondoka. Anakuja na kundo. Anafasi yake. Bibi Nyuki. Anaondoka ana sumu. Shughuli <laughs> zote na babu. <laughs> Babu mtaalamu wa ujenzi, hawa ndio wakuu wa kitengo hichi, simamia kitengo hichi, kuwafanya hawa vijana waelewe i hey, kutengeneza i mizinga, kufuga nyuki, kujinsi ya kuipanga na kuihudumia. Wataalamu wetu ndio hao, walikuwa watatu lakini mmoja ameondoka leo asubuhi kutokana na mashughuli mkabili amemkabili ameuji Dodoma. Alikuwa ah, ameisha swala ujenzi, lakini bado hii nguvu kazi tuliobakia nayo ya mzee hapa na bibi nyuki, bado tunaamini kwamba hatujateteleka kitu, bado tuko. Kwa hiyo hatua tunakwenda nayo sasa hivi ni kwamba, kama wanavyoona, na hili banda tunalitengeneza, lakini vitu vingi bado havijakamilika katika urekebishaji wa hili banda. Ndio kama tulikuwa tumesema, kuna vifaa ambavyo vije kumalizia hili banda. Tulikuwa tumedesign kwa kuwezeka kwa nyasi no. Lakini imekuja taarifa nyingine kwamba hili banda natakiwa liwezekwe kwa bati, alafu nyasi zije juu kwa kutengeneza ubaridi wa ndani nyuki iweze kusurvive uh, uh -huh. Kwa hiyo tuna mpango kulifumua kama ilivyo, baadhi ya vifaa huko juu tubadilishe, tutengeneze kwa mbao kwa ajili ya kuweka bati. Sasa hii process nyingine kwa uwezo wa bibi na babu hapa, jinsi ulivyo, wamesema haitatuzuia kuendelea na utaratibu wetu, huku tuko tunasubiri mpango wa bati. Kwa hiyo hatua nyingine inaendelea ikiwa ni pamoja na kutega nyuki kuyajua ya madudu okay. uh, ya kuyatengeneza na vitu vingine ambavyo tunavipata kutoka kwao bibi nyuki na babu nyuki ya pabanda. Changamoto gani ambayo mnakumbana nayo ambayo si naweza kuitatua kama wilaya miye, mkawa vizuri kabisa katika hiki kitengo chenu cha ufugaji nyuki. Kama mna changamoto yote, ambieni tuweze kufanya kazi, tuitatue changamoto siku znanda changa maendeleo. Niambieni changa maendeleo ambazo mnakutana nazo, kama ipo changamoto. Acochereshiwa tu vifaa ni zinakuja kwa muda sio rasmi. Yaani vinakuja sio kwa wakati wakati, ndio changamoto moja kubwa sana turudisha maendeleo nyuma vijana. So, eh, tuko yani spidi ambayo serikali hawezi kwenda na sisi mna haraka. Na nyingine naongeza tu kwa utaalamu, wanakuwa wanatuelekeza vitu, alafu tunafumua, tunaanza upya, yaani hiyo kidogo inatuchelewesha speed ya kufanya kazi. Kwa hiyo mnaambiwa mfanye hivi afu naambiwa badilisheni tufanye. Tunakusindishana vitu vingi vingi. Mara hii afu mwingine anakuja kusema sio hivi. Tuanze tena kingine. Kwa hiyo inaturudisha nyuma sisi. Kutusumbua hivyo. Napenda hapo nikusaidie vizuri zaidi. Inawezekana hukuelewa. Mfumo wa kufumua kule juu sisi hatulikuwa tunajua kwamba tunaweka nyasi, lakini agizo limetoka juu yetu kwamba pawekwe nini? Ah, tutampinga. Ah, a-a, hii yeah. Leo mimi nasemea leo hii. Hiyo havisababishi kufumua bana. Hatutafumua. mtaalamu wa Naelewa, yule ni mwagizaji, sisi wote tuilia mkuu wa mkoa. Ngoja nikusaidie babu. ni ah, hivi kubomoa na kujenga ndio <laughs> moja ya kujifundisha yeah. Kama wewe ungekuona jua, ina maana ungeja kutengeneza moja kwa moja <laughs> akisiaka hata ya madudu yametengenezwa tunatakiwa watu yabomoe hata mara tano, tubomoe tuunde, tubomoe kila mmoja aweze. Wewe akili yako itakuwa faster kwamba ushaelewa, lakini sio wote kwamba wana akili kama wewe. Ina maana kwamba lazima mwingine anataka aelewe mara mbili. Sasa sifikie mahala kwamba eti ukiambiwa bomoa hii unasema tunapotezea mtu, kwa sababu ushajua, wakati nyumba kuna watu hawajajua. Hilo ni moja ya njia ya kujifundisha, unaona bwana. Na ukizungumzia swala la kumtaalamu wakuenzeka pale huyu huwezi ukamwambia kwamba eti ilikuwa lengo lilikuwa ni kuwezeka nyasi kama ilivyokuwa, lakini mwenye jengo lake amesema kwamba hataki iwepo nyasi. Sio wewe, na wala wewe hukupanga hata kuwezeka nyasi. Yupo ambaye mwenye amri hiyo lozungumza. Kwa hiyo amesema liwekwe bati na zimekuja bati. Sasa pale unaweza kupiga bati? Hapana. Kwa hiyo wewe ninyi mnapiga bati katika fito, sasa mtafanyaje? Tumua, sasa hiyo ni kazi sio basi, sasa, kazi sio maswali mengine yanakuwa hayana mwelekeo. Tafute njia tunaongea <laughs> kitu ambacho chenye pointi mbele. Ongea. Mimi nataka kungenea kitu kimoja. Sababu kwenye haya maswala ni ya kitaalam. Sasa maswala ya kitaalam unapoweka bati hawa au umefikiria sana bati litokoe kitu cha msingi ndio maana akabidi wafunike nyasi kwa juu. Uone kama gharama zinakupotea kwa sababu hiyo. Ni hivi wewe, naomba toka juzi nimekana na lengo la kuwezeka nyasi ni kumfundisha yule mdau wa nyuki ajue kutengeneza banda lenye gharama za huku huku, sio kusema kwamba halmashauri ilikuwa haina nguvu ya kuweka bati. Ah, maana ya kumleta yule mkufunzi aje awafundishe ninyi, ili ninyi mkatufundishe sisi wafuga nyuki jinsi ya kutengeneza mabanda kwa gharama za huku huku, zisiwe juu. Lingine. kwa hiyo kwa hiyo mizinga hayo mnaendelea nayo, umeshaelewa jinsi ya kutengeneza? bado bado bado. Yaani kiufupi hapa tunachokifanya, kwa sababu tunaanza na mazuki, afu tunatundika mizinga hii. Mizinga tunaitundika kwa ajili ya kunasa makundi. Elimu ya namna ya kutengeneza mizinga hiyo tutafundisha siku nyingine, seremala atakapokamilisha vifaa vyake na kila kitu kinakuwepo ndo tutaanza kutengeneza mizinga upya ili na wao wenyewe waelewe. Lakini kwa ajili ya mizinga yao ya sasa hivi tumeshapokea mizinga mia tano. Mia tano kwa hapa tunafanya demonstration na mizinga kumi, namna ya kunasa makundi ndo ninachowaelekeza. Baada ya hapo ile mingine watatundika wao wenyewe ili inase makundi na baada ya kutundika ikinasa, manake tutawapa elimu tena nyingine namna ya kushusha ili tu, tuwe, tuweke kwenye manzuki. Tukishamaliza hiyo sasa, ndio tutarudi sasa namna ya, ya ufugaji nyuki kufundishana sasa, kwa sababu hii ni, ni hatua ya kwanza, na unapoanza kumfundisha mtu uanze kwanza upya namna ya ufugaji wa nyuki sasa hiyo itakuwa ni session nyingine ya kuingia na kukaa kuelekezana, kwamba ufugaji huko hivi, ukishajua ukisha ufugaji wa nyuki, ndio tutaingia kutengeneza mizinga, tukishatengeneza ukimaliza, ndio tutaingia darasa tena lingine la uvunaji mwenge. mm -hmm. oye oye iba tutamulika hapa amani sana. Sana. Okay.

He, leo lazima waingie hata mizinga mitatu minne kabisa, kutundika nini mzinga. Lakini unapopanda juu unagundua kwamba kuna maadui wa nyuki kwenye huu mti, usitundike kwa sababu wale ma, kwa mfano huu mwembe tungeweka mizinga hata mingi zaidi, lakini tumegundua kuna baadhi ya matawi yana nini Ino wadudu, Ino wadudu. Wadudu. Wale wadudu huwa wanakata miguu ya nyuki na mabawa. Tatizo <tikana> la tembo anaweza kafika hapa kutafuta matunda <tikana> wale nyuki wakiamka kumshambulia yeye, tembo haumwi, ataona ni ghasia, atanyosha mkono wake na kukamata kamzinga na kukabwaga chini, anakakanyaga alafu anaanza kuokota yale masega, na ile inaweza kuzidi urefu hapo, kaongeza tu, mara hodali wako tu kupanda, endelea kata, okay. mimi zinga zangu kikuta kipanda kule juu